Sasa huu ndio ubaya wa Marekani sasa eh, hali ya hewa, yaani hali ya hewa ya hii nchi bwana inakuwaga haieleweki kabisa. Kama ni kipindi cha baridi ni baridi kwelikweli kweli. So utani na kipindi cha joto ni joto kwelikweli kweli. So joto la kitoto, unaona na sasa hivi maji ni mwezi wa kumi sasa hivi, yaani ndo hata kipindi cha baridi kile chenyewe cha winter hatujaingia lakini baridi ambalo limeshaanza sasa hivi sola like kitoto e, ndio maana unaona nimeshindilia hapa manguo ya kutosha. Nina singlet ndani nina tisheti nina sweta, halafu kwa juu nimepigilia koti, lakini nakuhakikishia baridi bado inapiga mpaka naweza kuisikia kwenye mwili, unaona na kipindi cha joto hivyo hivyo, hasa hasa kwenye uh, zile state za uh, southern part kule ya hii nchi e, ama um, west kule e, tukiangalia zile state kwa mfano tuangalie Texas pale, eh, Arizona uh, Las Vegas kule eh. Mwaka huu mwezi wa saba mimi nilikuwa Arizona kule eh, na Las Vegas pale I say, joto la pale mimi sikuwahi kuona joto la namna ile. Nimekaa Mtwara, nimekaa Dar, lakini joto la pale kwenye hicho kipindi lilikuwa uh, ni noma sana, unaona, kwa hiyo yani hali ya hewa hapa inakuaga haiko poa sana e. Kipindi cha baridi ni baridi sana, na kipindi cha joto inakuwa ni joto sana, unaona no bwana. Lakini sofa, mimi napendaga kipindi cha baridi kuliko ni kipindi cha joto, kwa sababu baridi, unajua ni rahisi kulikontrol baridi kuliko ilivyo kulikontrol joto e. Baridi unaweza ukapigiria manguo kama hivi halafu e, itakuwa fresh tu ha, hautasikia baridi kihivo, lakini joto sio rahisi kulicontrol. Huwezi kuvua nguo ukaanza kutembea kifua wazi na nini. Joto likianza kupiga, yani inakuaga totally uncomfortable, unaona bwana kondo hivyo hivo. Karibuni sana Marekani. Kama unataka kuja Marekani, chagua kipindi unachotaka wewe kuja. Unataka kuja kipindi cha baridi? Unataka kuja kipindi cha joto? Eh, ni wewe tu, ni kipindi gani unapendelea. Lakini in short hali ya hewa ya hapa inakuwaga sio nzuri sana ukiinganisha, uh, na hali ya hewa ya kwenye nchi zetu za Afrika. Unaona, Afrika tunakuwaga na hali ya hewa poa sana, lakini hapa hali ya hewa inakuwaga sio poa sana.